nza hapa katibu wa wilaya huu hapa, hapa, hapa mjini hapa mjini walikuwa wana wapiga kura wa, wa maoni walikuwa mia tano e. Hapa mjini na, na vijijini Hmm. Basi ana sasa tatizo zilikuwa kunapata kwanza, wale watu wachache walikuwa wawakilishi maoni ya wengi kwa sababu walikuwa na bano sana ambao <laughs> <laughs> na hasa Geita hapo nyie watu wazaha natok <laughs> <laughs> kwenye machimbo una mzigo unauliza wako wangapi <laughs>

vyote hizi dini mbili zote zilianzishwa na mtu anaitwa Abraham au sio? Ndio maana Abrahamu anakubalika na Wakristo na Waislamu. Mi napata babu, hata wanapogombana auliza, rialiwa na Abrahamu au mlibadikiwa? <coughs> hamna kitu pale dini. Tunasema hivi, tunasema tunataka watu wengi wapige kura kwa kusikiliza wananchi wanasema sio umepewa hela ngapi? na hela mnapewa, mkikataa mtakuwa mnasema uongo. Kule kwetu kule kuna kabila lita kina akina waja, ukisema uongo anasema haya, uruki pale. Uruki ukiruka kama ukisema uongo hapo unalaaniwa, hakuna anayeruka. Umesema unaogopa kuruka, hata kama hakuna madhara, lakini vile vitisho tu vinakuwa sasa. Mi nawaambia, tunataka na tunafanya utafiti kabisa, ili kujua jamii ya watu wa Geita na majimbo yake yote wanasema habari gani? Tunafanya utafiti nje ya vikao vyako na njia nyingi tu zau. Kwa nini? Kwa sababu tunataka uchaguzi uwe rahisi kwa chama chetu. Hu uchaguzi wa mituringa tu, wa mapesa mengi, hu unatukosesha, na vitabu vitakatifu Biblia inasema rushwa inapofusha una muda, kia, baksyani, mimi nasema, ni nyeupe nyeupe kwa sababu macho yako yamepofuka maana umepewa rushu ili useme hii ni nyeupe. Sasa <laughs> <laughs> isiwazui isi kutumia hela yenu. Si kazi yangu kupanga mtu atumie hela ngapi, lakini ukizidi sana tunakuacha tunakata si, hatukati si, hatukuteu. Maana wewe uhusiano wako na maadili ya sisi ni kama mbingu na nchi. Wewe ni hela tu ndizo unazofikiri. Hata tukikupa kama hatuna hakika kama utawatumikia hao watu ndio au utatumiki, utafanya kazi ya kurudisha hela zao, maana ni biashara. Wewe kwako ni biashara, sisi kwetu ni huduma. Wewe kwako ni biashara sasa hatuna uhakika wewe kweli utatumika au, sasa utakuwa busy unapiga hesabu, nilitumia bilioni tano, nitazipata. Wewe na bunge huendi, utabaki kwenye machimbo ili zirudi na bunge itukinge, upewe certificate na una bendera, uonekane kwa hakuna kusemesha. Nataka chama chetu kiwe chama cha watu. wana kutukana hawa. Wanasema sisi chama hiki hakishindi bila polisi. Ndiyo. Na sisi hatutaki chama cha polisi. Sisi hatuwezi kuwa chama cha polisi. Sisi ni chama cha mapinduzi. Sisi ni chama kilileta uhuru wa Tanganyika. Sisi ni chama kiliotokana na Afro iliyoleta mapinduzi ya Zanzibar. Ni vyama vya watu masikini walikuwa na changa senti hamsini ya kisi. Chama hiki lazima kiendelee kuwatetea watu wale. Hatuwezi kwa chama cha matajiri wachache, hatuwezi kukubali kwamba kiwe chama cha matajiri wachache. Hapana. Kikiwa chama cha matajiri wachache wananchi watatuacha, na wakituacha hakipo. Nilikuwa nilikuwa nilikuwa pale leo hutilimba, nawaeleza ndugu zangu hapo ya historia ya tano ya hapa Geita hawaijui, mi naijua. Nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa wakati wa kudai huru Geita cha chamaa <coughs> katika kuwapinga wakoro wakorona wali walipiga marufuku Geita yote tano, kwa sababu walisema watu wana akili zao zimeharibika, walipiga marufuku tano wakati wa kudai huru, kwa sababu vuguvugu la kudai, hapakuwa na dhahabu pale. Watu nimekaa hapa kama katibu wa chama wa wilaya, katibu mtendaji nilikuwa nakusanya ada ada mpaka inajaa gunia, yani sio sio mfuko, gunia. Na walipokuwa wanatoa zile hela, si watu matajiri kama waliopo sasa. Kwa sasa hivi ukijaza gunia linafika nusu, bwana, wataiba nusu. <laughs> <laughs> Wanaume, vijana, walemavu wanaona huduma ambayo inatolewa kwao na serikali ya Samia kwamba ni mtu anayejali maisha yao. Ndio maana imani hiyo inatufanya tumpeleke Samia kwa Watanzania, na mimi tunaamini atashinda tena kwa kura nyingi. Atashinda kwa kuwalipa hela, atashinda kwa sababu ya kazi aliyofanya, nini anayowafanyia sasa

Hatutaki muue kuku halafu mtegemee mtapata mayai. Hapana, mkiua nguvu na moyo wa watanzania juu ya chama chetu, munakiua chama chenyewe. Kwa hiyo utakuwa umeua kuku na mwisho huna mayai na vikao vyako. Sasa tangu kata, maana ndio maana alisema wakae wote, maana wakata ndio wanawasikia waguao

Uteuzi na mapendekezo kwa kufuata misingi tuliyoweka. Pendekezeni kwa kufuata imani walionayo wananchi kwa watu wanaotaka <gulitake> ugombea hivyo <clears throat> tufanye hivyo. Tutakapoleta mgombea wetu mmoja, hawatatuuliza nimemtoa wapi nini, maana atakuwa ametoka miongoni mwao. Lakini chama tukisema bwana, lazima tupeleke mwenzetu, lazima kama mwenzetu yupo mzuri sana, lakini na wananchi nao ni mwenzao, tutampeleka. Lakini kama ni mwenzetu tu, lakini kule yakubariki azitamwacha, endelee kuwa mwenzetu hapa au <laughs> si <laughs> tukapate balaa kule. Kwa nini lazima uwe mwenzetu na uwe tukuli.